Ndugu vijana na wageni waalikwa, nafahamu kwamba jukwaa hili la vijana na mazingira lina malengo mahususi, ikiwemo kuwaunganisha vijana kutoka sehemu mbalimbali nchini, kuweza kuwajengea uelewa kuhusu masuala ya mazingira na kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika kutoa mchango wenu wa uhifadhi wa mazingira. Lakini pia kongamano hili litatoa nafasi ya kuonyesha kwamba kila mmoja anao uwezo wa kubuni na kutekeleza mikakati ya kutatua changamoto hizi lakini pia kutumia mazingira haya na changamoto zake kama fursa. Ndugu vijana, tunavyoelekea kuadhimisha Siku ya Mazingira Duniani tarehe tano Juni, ni muhimu kwa vijana kutambua nafasi yenu kwenye ajenda ya mazingira kupitia jukwaa hili. Jukwaa hili ambalo baadaye litakuwa na wataalamu watakaoanzilisha mjadala mbalimbali litawezesha vijana kujua kuwa chachu ya kuibua ubunifu, kuongeza uelewa, kushirikisha nguvu kazi ya taifa inakwenda kuendelea kwenda kuongoza katika uhifadhi wa mazingira yetu. Kupitia jukwaa hili tutakuwa na taasisi mbalimbali zinazojishughulisha na mazingira nazo na zitapata nafasi ya kueleza mafanikio yao, changamoto zao na sote kwa pamoja kwenye kongamano hili tunaweza kutoa mwelekeo wa uhifadhi wa mazingira hapa nchini. Lakini vijana wenyewe mtapata nafasi pia kushiriki vizuri kwa uhuru mkubwa kwenye mjadala huu ambao unatoa nafasi kwa kila kijana, uwe wa shule ya msingi, wa sekondari, vyuo vya elimu ya kati, hata vyuo vikuu, kuhakikisha kwamba mawazo ya kila mmoja wenu yanapata nafasi ya kuingia kwenye mpango kazi ambao utakuwa ni mwafaka wa uhifadhi wa mazingira hapa nchini. Lakini pia kongamano hili linaweza kuibua fursa za kiteknolojia ambazo zinaweza kuzitumia katika kukabiliana na uchafuzi wa mazingira, hii ikiwemo na uanzishaji wa miradi mbalimbali, miradi inayohitaji kupata zana za kufanyia kazi ambazo pia ni teknolojia ya kisasa au kuzalisha nishati kupitia mazingira. Uchafuzi wa mazingira ambayo tunao leo hapa nchini, tutachukua hatua mbalimbali, ikiwemo na kuendelea kazi ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo zaidi ya taasisi eh, ambazo kadhaa sasa tumeanza kutumia. Hii ni moja kati ya njia ambazo tutazitumia kuhamasisha katika kuhifadhi mazingira yetu. Tuliagiza maeneo yote ambayo yanatumia upikaji wa ukataji wa miti kupata kuni yabadilishe teknolojia hiyo, na tumeanza kuona mafanikio yake. Haya ni malengo ambayo tunataka kufikia mwaka 2034 tuwe tumeshafikia zaidi ya asilimia themanini ya Watanzania wote taasisi na mtu mmoja mmoja kuwa wanatumia nishati si safi, takuwa tumeshaepukana na matumizi ya kuni. Ndugu vijana na wageni waalikwa, mkakati wa upandaji miti ambavyo nimeueleza, kazi kubwa imefanyika, lakini pia bado kuna uchomaji wa miti hiyo tunayoipanda. Je, tufanye nini? Tudhibiti uharibifu wa miti ambayo tunaipanda leo na inakatwa kesho. Ndugu wageni waalikwa na vijana wetu, mkakati wa upandaji miti mesisitizwa maeneo yote na leo nimepata nafasi ya kupanda mti kwenye eneo hili la maktaba yetu ya Dar es Salaam ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ikiwa niyo njia ya kuanza kwenda kutekeleza upandaji wa miti maeneo yote. Usafi wa mazingira na udhibiti wa taka ni moja ya changamoto ya kimazingira ambazo zinahitaji sana kuchukuliwa hatua kadhaa tena za haraka. Nyie kama wasomi ambao ndio viongozi wa taifa hili lazima mwanze leo kubeba hii ajenda katika kulielimisha kulie taifa hili, na najua wako ambao mmepita kwenye nchi za wenzetu, mmeona namna walivyotunzwa mazingira. Basi tumia uzoefu wenu huo mliojifunza maeneo mliotembelea, kueleza katika mdahalo na ichukuliwe kama ajenda kwa Watanzania kujifunza, nako ni njia nzuri Takwimu zetu sisi zinaonyesha kwamba takriban kiasi cha tani milioni 14.4 hadi tani 20 milioni 20.4 za taka ngumu zinazalishwa kila siku katika miji mikuu na majiji ambayo tunayo hapa nchini. Ni wastani wa asilimia hamsini tu ya taka zazozalishwa ndio tuna mudu kuzikusanya. Sasa je, uzalishaji huu tunaupunguza kwa kiasi gani? na tufanye nini tupunguze uzalishaji wa kiwango hiki? Na vile vile tuna tunamudu kukusanya kwa asilimia hamsini tu. Je, asilimia hamsini nyingine inakwenda wapi? Tufanye nini tumudu pia kukusanya kwa asilimia angalau themanini mpaka tisini? Nyie mna mawazo mazuri na nyie bado mko wasomi, mnapitia nyaraka mbalimbali mbali mtapitia mifumo ya mawasiliano mbalimbali. Hebu tushauri serikali tufanye nini kwenye eneo hili? Sisi serikali katika kuwapa uwezo vijana hapa nchini kwa kauli mbiu ile ya kazi endelee, kwa kuzingatia sera, mipango na mikakati mbalimbali mbali ya kitaifa ikiwemo ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo tunaimaliza mwaka huu lakini pia ajenda ya mwaka 2030 ya malengo ya maendeleo endelevu. Tuna ajenda pia mwaka 2063 ya, ya maendeleo ya Afrika. Serikali yenu ya awamu ya sita chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumepata mafanikio kadhaa ya kutengeneza mazingira ya kuhakikisha kuwa tunakwenda kuwawezesha vijana kupata fursa ya kuingia moja kwa moja kwenye michakato mbalimbali hapa nchini. Naomba nitoe maelekezo kwa taasisi zifuatazo, na kila mmoja atakayeguswa na maelekezo haya aweze kuyafanyia kazi. Moja, halmashauri zote nchini zihakikishe kwamba zinaweka vitu, vituo vya kuchakata na kutenganisha taka, ili kuhakikisha kwamba taka zote zinazozalishwa zinashughulikiwa kwa njia salama na endelevu zipunguza mzigo wa taka unaokwenda majalalani au kusambaa ovyo katika makazi yetu ya watu kwenye miji ikianzia ikianziana mpaka vijijini. Mbili. Tena kwa halmashauri zote nchini zishirikiane na Ofisi ya Makamu wa Rais, mazingira kuandaa mipango ya kuwezesha jamii na vijana kushiriki kwenye biashara ya kaboni, ambayo leo nitapata maelezo mazuri sana kutoka kwa ndugu zetu African Carbon Agency lakini pia namna ambavyo mnaweza kushiriki kwenye biashara hiyo na kuweza kuona masoko yake, huku kwenye taka zetu ambazo zipo tukatengeneza mfumo wa taka taka rejea, unaitwa urejeshaji taka regea, nitaka, recycling ambayo pia inaleta manufaa na kuona plastiki unatengeneza uzi na vitu vya namna hiyo. Tatu, uhamasishaji uimarishwe wa kwa wananchi na jamii. Hivyo ofisi ya makamu wa Rais kupitia mkurugenzi ya mazingira ihakikishe kwamba tunafanya kazi kubwa ya kuhamasisha wananchi kuanzisha kampeni kwa utaratibu wote ule ambao unafaa kufikisha ujumbe kwa jamii, ikiwemo na matumizi ya vyombo vya habari, ili vyenyewe vitumike katika kupaza, kueleza yanayojiri kwenye eneo la utunzaji wa mazingira tuliagiza kila siku ya Jumamosi kuwe kunafanyika kazi moja ya mazingira usafi kwenye maeneo ya wazi ya jumuiya kwa maana ya hospitali, masoko, vituo vya mabasi. Siku hii itumike vizuri kwa ajili ya e, mazingira. Nne, sekta binafsi ziendelee kuweka mifumo ya urejeshaji wa taka zinazotokana na shughuli za viwandani ili kurahisisha na kuhakikisha kwamba bidhaa zinazozalishwa haziishii kuharibu mazingira bali ziendelee kuhamasisha uhifadhi wa mazingira. Ndugu vijana, umuhimu wenu katika kushiriki kwenye ajenda hii ya mazingira ni mkubwa, na tunahitaji kuona matokeo kwenye eneo hili. Ndugu vijana, kama nilivyosema na kuelekea kuhitimisha, kwa mara nyingine napenda kutumia fursa hii kuwasihi kuendelea kuimarisha ushirikiano wenu kati ya taasisi ambazo zinashughulika na mazingira, waheshimiwa mabalozi wa mazingira na taasisi hizi za umma ikiwemo na za elimu, hasa katika utoaji wa elimu wa kila siku kwa jamii yetu.